Usiku wa tarehe 10 Septemba mwaka 2011, ilikuwa ni usiku ulioleta simanzi na majonzi kwa Watanzania. Ni usiku ambao sio rahisi kusahaulika, kwani siku hii Tanzania ilikumbwa na moja ya maafa makubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya usafiri wa majini nchini. Meli ya abiria MV Spice Islander Wani iliyokuwa ikisafiri kutoka Unguja na kuelekea Pemba ilizama katika eneo la Nungwi kaskazini mwa kisiwa cha Unguja na kusababisha vifo vya watu zaidi ya elfu moja, idadi inayokadiriwa kuwa kubwa zaidi ya ajali yoyote ya ya meli katika ukanda huo wa Afrika Mashariki. Meli ya MV Spice Islander Wani ilianza kufanya kazi miaka kadhaa kabla ya ajali yake ya mwaka 2011, lakini haikujengwa Tanzania. Meli hiyo ilijulikana awali kama MS Mariana na ilijengwa mwaka 1967 nchini Ujerumani ilikuwa ikifanya kazi katika maeneo ya Ulaya kabla ya kuuzwa na kuanza kutumika katika usafiri wa abiria kati ya visiwa vya Unguja na Pemba. Ingawa haijulikani tarehe kamili ilipoanza safari zake Tanzania, inaonekana kuwa ilianza kutumika nchini miaka michache kabla ya ajali, ikiwa tayari ni meli ya zamani yenye zaidi ya miaka arobaini ya matumizi. Tarehe 10 Septemba mwaka 2011, meli ya MV Spice Islander ilianza safari yake mnamo saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki ikitoka Unguja kuelekea kisiwa cha Pemba. Takriban saa nne baada ya kuondoka, meli hiyo ilizama katika eneo la kati ya visiwa hivyo kwenye mkondo wa bahari wa Zanzibar. Chanzo cha ajali. Siku ya ajali MV Spice Islander I inakadiriwa kuwa ilikuwa imebeba kati ya abiria 2470 hadi 3586 licha ya uwezo wake wa kawaida wa kubeba abiria ni takribani watu 620 tu. Hii ina maana kuwa meli hiyo ilikuwa imezidisha idadi ya abiria kwa zaidi ya mara nne hadi sita ya uwezo wake wa kiusalama. Ripoti ya serikali ya Tanzania ya Januari 2012 ilieleza kuwa kulikuwa na abiria takribani 2470, huku ripoti nyingine zikidai kuwa idadi hiyo ilifikia hadi 3586. Idadi hii kubwa ya abiria ilichangia sana kuzama kwa meli hiyo na pia ilifanya juhudi za uokoaji kuwa mgumu zaidi. Uzembe wa baadhi ya maafisa wa usafiri, tamaa ya faida na ukosefu wa udhibiti madhubuti vilitajwa kuwa sababu kuu za ajali hiyo. Idadi ya waliopoteza maisha katika ajali ya MV Spice Islander 1 inakadiriwa kuwa kati ya 200 hadi zaidi ya 1500 kulingana na vyanzo mbalimbali. Ripoti ya serikali ya Tanzania ya Januari 2012 ilieleza kuwa meli hiyo ilikuwa imebeba abiria takribani 2470 ambapo 203 walithibitishwa kufariki na 1370 waliorodheshwa kama waliopotea. Ripoti nyingine ya awali ilidai kuwa meli hiyo ilikuwa imebeba hadi abiria 3586 na zaidi ya 2700 hawakupatikana. kwa hivyo ingawa idadi rasmi ya vifo ni mia mbili na tatu idadi halisi huenda ilikuwa kubwa zaidi kutokana na watu waliopotea na mili ambayo haikuwahi kupatikana kwa majina. Anaitwa Abubakar Ame ni miongoni mwa wahanga waliofikiwa na ajali ya kuzama kwa meli MV Spice Islander ambayo ilizama tarehe tisa mwezi wa tisa kwa mkia kumi mwezi wa tisa ni siku ya huzuni kwangu na ni majonzi makubwa kabisa kwa kupoteza watu wangu wa nguvu na watu wenye umuhimu sana na ni tukio ambalo la jirani tu kuweza kuja nichukua nyumbani na kuniagia na kuweza kuniambia kijana, we leo twenzetu, tukatembee Pemba. Aa, yote kwa yote na hamu na bashasha, kwa kuwa sijawahi kuelekea Pemba. Nikaondoka pale na jirani yangu siku ya Ijumaa usiku na kwenda zangu kupanda boti, lakini aa, yote kwa yote, aa, ilitokea ile ajali ya, ya meli nakumbuka nilikuwa na rafiki yangu wakati nilipo katika ile boti na tayari zile dalili na buta, ya tafrani kwenye meli. Na, na, na, na aliweza kuni, kunihusia akaniambia kaka. Eh, hujawahi kweta, Pemba hata siku moja sasa ah, hii meli haizami, ya, hii meli haizami. Ah, sasa mimi namuuliza, sasa, haizami ndugu yangu mbona watu tafrani hivi? Ha, haizami, ndugu yangu. Na hata ikazama vaa hiki akanivisha pale ni life jacket, ile inaitwa life jacket. Akanambia unaona wale, na tayari hapo tayari nishaanza kuona dalili za watu ambao wanachupa chupa ya, kuna dalili za watu wanachupa kutoka juu, wanatoka wanakuja zao chini. Sasa mimi nikamuuliza, nikamuuliza mbona wale wanaanza kuchupa? Akanambia sasa, sikiliza, haya tufanye kama hii meli inazama. Ananambia yule yule yule kijana ambaye nilikuwa naye na jirani yangu ambaye alonichukua Eh, kiasi ambacho zogu tafrani, yani kulikuwa na na, na tafaruki mkubwa sana sasa. Yule yule yule rafiki yangu akanambia hivi, ah, utakapoenda chini kuzama mule ah, kikubwa cha kufanya ni kimoja, usiwe na pupa, usiwe na pupa, kwa sababu hii meli inahisi kama inakwenda kwa chini huku, ah, lakini kila nikikaa nafikiri hili ni tukio la kweli ama ndoto lakini akili za mtoto sana kwa sababu nilikuwa ni, ni mwanafunzi wa darasa la sita nadhani ni mwaka elfu mbili na kumi na moja nakumbuka hivyo. So, uh, nikaendelea vile kukaa kukaa, naona watu wanachupa, wengine wanakanyagana mule ndani, tafrani, mazogo. Lakini yote kwa yote ni meli ambayo ilikuwa imebeba tani kubwa sana kabisa, uh, lakini Okay nikaamua na mimi kuchupa mule kutoka nikaingia kwenye maji lakini uh, nikakumbuka yale maneno ambayo alionambia yule rafiki yangu na na, na, na, na ni tukio ambalo kila nikilikumbuka napata hisia fulani na ni tukio ambalo toka nizaliwe nikumbuke toka nizaliwe badaki kumwona mtu ambaye anatoka roho hivi hivi mtoto yupo chini ya mguu wako yupo chini ya, ya ya ya ya ya ya ya ya mwili wako, na muhisa sana toka roha na papatika. Ni swala kubwa sana, na swala ambalo lina ujasiri mkubwa. Nilitegemea nili niliendelea vile vile kukamata kukamata kukamata lile lile dumu ambalo nililopewa na jirani yangu ambaye ya alikuwa tayari, kwa sababu mimi nilivaa life jacket. Jirani yangu alinishika akanambia, chukua hilo dumu, lakini dumu hilo likamate usiwe na pupa. Na yule rafiki yangu wa kule kwenye boti kule kule, nadhani jina lake anaitwa Habil Habil, akanambia bwana, wewe unaingia kwenye maji, lakini kumbuka ya kwamba utakapoingia huko usiwe na pupa, wala usifuru kutufuru kutukufuru, kuta tulia kwenye maji, Mungu ataleta khairi yake. Sifahamu eh, lakini ni akili zilikuwa ni za kitoto sana, ila na nakumbuka. Lakini yote kwa yote hao, ni tukio ambalo sitalisahau maishani kwangu, na ni tukio ambalo ni kubwa sana toka nizaliwe na niwe na akili, ni tukio ambalo sitalisahau kuona mtu anatoka roho hivi, kuona miili imekuzungukia eh? na nakumbuka mama mmoja alitaka kunikamata kunizamisha, ili maanake nayeye ainusuru roho yake, lakini nikikumbuka kule nakuwa napata ah, napata picha. Athari na majibu ya serikali. Ajali hiyo ilisababisha simanzi kubwa kwa taifa zima. Familia nyingi zilipoteza wapendwa wao na mihili mingi haikuwahi kupatikana. Serikali ya Tanzania ilitangaza siku ya maombolezo ya kitaifa na kuahidi kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo. Hata hivyo, miaka kadhaa baadaye, baadhi ya waathirika na familia zao walieleza kutoridhishwa na hatua zilizochukuliwa dhidi wa ya wahusika. Kumbukumbu ya ajali ya MV Spice Islander 1 bado ni jeraha wazi kwa Tanzania hasa kwa wakazi wa visiwa vya Unguja na Pemba. Tukio hili limekuwa somo muhimu katika umuhimu wa, wa usalama wa vyombo vya usafiri, udhibiti wa idadi ya abiria na uwajibikaji wa mamlaka husika. Pia limeibua mijadala kuhusu hali ya usafiri wa majini nchini na haja ya maboresho ya haraka. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu.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 na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hi hii. Asante kwa kutazama FMB TV.